Na akitajwa Shakik bin Salama ndo abu wai, fahimtum. Mfano Kutaiba, akitajwa Kutaiba katika Bukhari ni Kutaiba bin Said, hakuna mwenye mwingine zaidi yake, fahimtum. Lakini kuna wengine wakuta majini wameshirikiana wameshirikiana, e? unatakiwa una kujua ni nani Sufyan, unatakiwa kujua ni nani Athauri au ibn Uyaina.

kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo wa mtu hakutajwa la, jina lake, menielewa? Huyo mtu hakutajwa jina. Huyo aliyekuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam bila shaka ni nani? Eh, ni sahaba, menielewa. Na sahaba Mbaba, la yadhuru hey, jahluhu kutomjua kudhuru, menielewa hio. Kwa sababu sahaba wote ni waadilifu, tukijua jina lake alhamdulillah, tusipojua sawa. Kwa hiyo hii huko akudhuru, lakini kama si sahaba, tofauti na sahaba, lazima tujue ni nani.

mal qitalu fi sabilillah ni ipi? Kitali katika njia ya Allah, wakati tunachanganyikiwa, kitali hasa katika njia ya allah ni ipi? Ni yapi mapigano sahihi katika njia ya Allah? mal qitalu fi sabilillah fahim. mal qitalu al-maqsudu fi sabilillah wamalqitalu lmurad ni yapi mapigano yanayokusudiwa katika njia ya Allah tabaraka wataala. Simenielewa? Ni nani anayepigana katika njia ya Allah? Kwa hiyo kwamba huyu anapigana huyu yuko kwenye kital na yuko kwenye njia ya nani? Ya Allah tabaraka wataala. Kisha akatoa ufafanuzi wa swali faina ahadana yukatilu ghadhaba, yukatilu ghadhaba, mmoja wetu anapigana kwa hasira, simenelewa? Eh, anapigana kwa sababu ya nini? ya Ghadhabu anapambana, wenda watu hao waliwahi kuua wazazi wake waliwahi fanya yeye, anapigana kwa sababu ya ghadhabu, kwa hali ya ghadhabu, wayukatilu hamia. Na mwingine anapigana kwa sababu ya kujitetea na kwa sababu ya kulinda, simenielewa, ya kulinda mali yake na kulinda watu wake mwingine anapigana kwa ajili ya hiyo, kwa ajili ya kulinda nafsi yake na kulinda mji wake na kulinda watoto wake, kulinda mali zake. Mwingine kwa ajili ya kabila, kulinda kabila lake ahemtumia <tapakana> farafaa ilayhi ra'sahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamnyanyulia yeye kichwa chake na hii ndo mahali shani, akamnyanyulia nini kichwa chake, inamaana akamtazama. Sinielewa, nakumbuka mlango unasemaje, kwamba e, e, unazungumzia mtu ambaye anauliza swali hali ya kuwa akasimama, alafu mwalimu <mama> <alaku muchilis> e, amefanya nini? Amekaa. Kwa hiyo mtume swalla sallam akanyanyua kichwa chake kwake akamtazama huyo muulizaji, wakasema hii ni ishara kwamba alikuwa amekaa, na ndio maana hapa wanasema qala, wanasema ahlulilmi akasema qala abu musa wakasema aliyesema hapa ni nani? Ni Abu Musa, kama anavyosema Alhafidh Ibn Ibn Hajar: dhahiruhu ana alqail huwa abu musa wayahtamilu an yakuna man dunahu, na inategemea kwamba akawa si Abu Musa akawa ni mwingine ambaye asiokuwa Abu Musa, na hii kauli inakuwa ni mudraj. Simenielewa eh? Nakumbuka al-khabar lmudraj, eh huwa al-idkhal an yudkhila alqail fi kalami alghairi, fahimtum? Ni kuingiza msemaji katika maneno ya mwingine. Kitu kingine, kwa hiyo ni, ni, ni, ni mtu kuingiza, kuchanganya katika, katika nini, katika hadithi kuchanganya maneno. Na tulisoma kwamba wakati mwingine idraji inaweza kufanyika kwa sababu ya kutaka kutafsiri na kutaka kufanya ufafanuzi. Eh. Na tunajuaje kwamba hiki kipande ni mudhraj? Kuangalia njia, kuna wengine hawajakitaja. Kwa hiyo alhasil, na vile vile katika hadithi ambazo ni miongoni mwa jumla ya hadithi ambazo ni malula au zinaingia katika ilmu alilal katika ila zinazotaja za hadithi ni al-idraj. Idraj, sahaba anachomeka au rawi anachomeka kipande katika hadithi, alafu sasa hakibainiki kwamba ni maneno ya mtume au ni maneno ya msimamizi. Sasa hapo unaweza ukajuaje kama sio kwamba ya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo hii ni miongoni mwa aina za hadithi zenye kasoro, hadithi dhaifu, lakini kwenye hii ni kwamba kilibainishwa bainisha na mara nyingi hii ndio kujua kasoro za hadithi za hadithi. Kasoro za hadithi unazikuta wakati mwingine katika hadithi ambazo ni nini, ni sahihi. Fahimtu, hadithi ni sahihi kabisa, kila kitu, lakini na illa ndani yake. Hii illa za namna hii, ambazo zinapatikana katika hadithi ambazo ni sahiha, hakuna anayeweza kuzitazama, si watu wengi wanaweza kuzitazama zaidi ya wale ambao Allah amewaruzuku upeo mkubwa katika ilmu ya hadithi kwa hiyo kipande hiki kala huyo anaweza, wanasema ni Alhafidh Bnu Hajar, anasema ni Abu Musa Al Ashari, ayo awezekana kawa ni wa chini yake. Anasemaje huyo rawi? wama rafaa ilaihi ra'sahu, Mtume saa salam akunyanyua kichwa chake kumtazama, illa annahu kana qa'ima, isipokuwa e, ni kwamba yeye alikuwa amesimama. Ndio maana alimnyanyulia nini ni kichwa. Kwa hiyo jambo hilo la lafa muulizaji amesimama, mtume afanya nini? Amekaa. Fahamu, mtume amefanya jambo hili hapa, wala mtu asione ukakasi. Kuna wakati mwingine mazingira wa mtu kukaa na kwa ngumu. Mfano, wewe shehe, umekaa kwenye kiti alafu pahala ambapo wamekukuta ni, ni, ni, ni, yani wamekuta kwenye ardhi, kawaida, hamna mkeka wala nini na mtu amepiga kanzi yake umependeza, kama yabonkumani sasa. Wewe unafika hapo unamwambia bana, kaa sasa. Mtu akae kwenye nini, kwenye uchafu eh? Kama unauliza swali umesimama, ondoka, nabidi ufanye nini? Aa, nabidi. Huyo utakuwa umemtia hali fulani. Wakati mwingine yawezekana, yawezekana mtu ni mtu mzima, ukaa mpaka ashikiliwe Umenielewa? hawezi kukunja mguu wake umenyoka, wewe mkalishi, mpaka unamwacha anasimama. Wala haina maana kwamba weo wapenda kusimamiwa na watu, kuna watu wanapenda yani kaka watu wamesimama, alhamdulillah famtumeaa kwa hiyo, Imamu al-bukhari kutaja hadithi yote hii alikuwa anakusudia hapa farafa ilayhi ra'sahu. Kwa hiyo naweza ukakuta hadithi kaitaja pala pengine akakusudia kingine. Ndio maana katika kitabu sahihi ya imamu Bukhari, kuna hadithi mukarrar sana, takrirul ahadithi zinajikariri mara nyingi ndani ya kitabu chake, kwa sababu ya zile fawaid. Na lengo miongoni mwa malengo ya imamu Bukhari katika kitabu hiki ni kuwatajia fikhi ya hadithi, fahm. Kwa hiyo, jambo la kusimama kumsimamia mwalimu E, kama una fiki unaweza ukalikataa moja kwa moja ukalifanya ukakasi. Kuna wakati linafanyika, kuna wakati alifai meneelewa wakati e, mwingine kae mwalimu uzungumze naye imekaa chini, amna sababu yote, dharura yote, umesimama tu kumzungumzisha mkubwa ukiwa umesimama, si katika nini sikatika ni adabu. Ofisi ya nani, unaweza ka ukaingia ukaongea ongea shida zako, umesimama alafu bosi kakaa, eti Abu, Abu Ibrahim, iwezekana usainiwi barua zako ndoka zako. Kwa hiyo unakaribishwa kaa, kwa sababu kwenye kukaa kuna utulivu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inabidi iwe hivyo. Ikija kinyume Huyu imekuja kinyume. Je, mtume kamwacha akose adabu huyu? Hapana, ni kwamba ni jambo la faa wakati mwingine ahtumea. Ala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu suali, su, babu suali wal futya inda ramyi al jimar. Mlango huu azungumzia kuuliza swali, maswali ya kiilmu

Alimjibu katika neno ambalo limekusanya, ni neno ambalo lina ilmu, ni katika jawamiul kalim. Fahemu tume a yani, wala akusema fulani ndio yuko kwenye njia, akazungumza yule ambaye atapigana ili neno la Allah liwe juu, huyo yuko katika fi sabili llahi aza wajal, anayepigana ili neno la Allah liwe nini, liwe juu huyo yuko katika njia nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo, na hii ni dalili ya kwamba malengo ya jihadi ni kuinua Uislamu, si kududimiza Uislamu. Malengo ya kupambana ni kuinua Uislamu na Waislamu, si kudidimiza nini? Tukiulizana, malengo ya hamasi ya kupigana ni nini? Wanaenda wanachokoza Mayahudi, wanaingia nao vitani, mwisho damu za waislamu zinamwagika tu kama vile za ndege. Umenielewa? Hivyo sasa, lengo la kupigana ni kupigana tu kuonyesha misuli au lengo ni nini? Na ndio maana hamruhusiwi kuingia kwenye jihadi mpaka mjihakikishie kwamba tunashinda meendelewa kwa hakuna jihadi watu waenda walienda eti wanaenda wanataraji kushinda au kushindwa? Jihadi zote watu wanaenda wanataraji kushinda, kwa sababu wameenda wametimiza vigezo. Mendelewa, jihadi zote masahaba walishinda, wali japokuwa baadhi ya nyingine walikuwa wanapewa mitihani, wanapigwa lakini ni kutokana na baadhi ya sababu zilizokuwa zili zinapita baina katika wakati wao, lakini walikuwa wanashinda. Sasa nyini leo unaingia kwenye mapigano, simnaelewa, mmetengeneza kakikundi chikeni, mmekaza titi, mmekusanya mashia na mashia ki ki mayahudi wa kishia wote, eti mnaenda kupigania uislamu zaidi ya kuwasalisha waislamu madhara Uislamu sasa. Kwa mfano hebu yani tangu tuchukulie hatu tangu Hamas wameingia vita, wanaanza kupigana na Israeli, yani kwa hii tipu wanako wanapigana, Allah, ndugu zetu, hivi waislamu wanapata faida au ni madhara tu, hasara tu? yaani tangu tangu, yaani ni yani, kitu gani ambacho tumetisha Wayahudi? Kwamba Wayahudi sasa, watu wanasema wakiangalia kwenye vyombo vya habari, Hamas hatari, wamerusha bomu limeenda wapi? si mimi nielewa Israeli ndio wamehama nchi au wa Palestina. Aya, sasa hivi tukisema wakimbizi wanatoka Israeli wanaenda kwingine, wanatoka Palestina wanaenda kwingine sasa faida iko wapi ya, ya nini Hamas uliowaletea Waislamu kwamba tumepambana, lakini kwa sababu ni safu mbovu, ni kikundi ambacho kina, kina mirengo ya kikhawariji ya ki, ya kitakfiri auikhwani ya ya ndani ni u, u, kundi vingi vimogo, lakini inawezekana ni mbinu za Mwisraeli chini kwa chini, awezekana Mwisraeli nayeye anasaidia anatoa ana, ana, ana, ana, misaada yake kwenye hiyo Hamas. Kwa sababu gani wewe sasa hivi haya nini, mnaipambania Palestina sasa hivi ni nchi gani? na hamwa, au si mnapambana na Waisraeli? Waisraeli ndio wanaacha miji yao au Wapalestina? Sasa hivi ndio wanaacha miji yao, wanaacha miji yao, wengi wanakimbilia Misri. Ghaza sasa hivi angalie ilivyo majengo yalikuharibikiwa sana. Ni wapi? Fahimtum. Sasa mambo mengine ndio hivyo mtihani ya, ya, ya, ya, ya. Eh, eh. Kwa hiyo jambo la msingi ni yule anayepambana ili neno la Allah ifanye nini niwe juu. Ukijua kabisa hapa siwezi kuliinua neno la Allah, sitowapo Waislamu heshima wa watadhalilika, usiingie kwenye hiyo vita man, man. Utawadhalilisha Waislamu, fahimu. Utasababisha maafa kwa Waislamu man qatala litakuna hiyo dola ya, ya sababu mbona, isimamaje? Miaka mingapi ndiyo sahihi? Miaka mingapi dola hiyo, hadi hadi miaka mingapi, ishirini? Hiyo dola isimamaje tu, na kuna kipindi waisema malaika wanaingia huko na wao wanapigana au malaika waipotelea wa gawa. man qatala litakuna kalimatu llahi hiya alulia, huyo ndio yuko katika isabilillah.